GN ya miaka ya, ya, ya namba ishirini na nane ilinung'unikiwa na watu wote wa Mbarali. Na sisi hatuwezi kukaa tukanyamaza tukasema wananchi wamenung'unika na GN ishirini na nane lazima ibaki. Rais Samia wakati wake ndiye ameondoa GN ishirini na nane na badala yake akaweka GN 754. Ile GN ya hamsini na nane iliyokuwa inaondoa ina, ina vijiji thelathini na tisa kutoka hifadhi ndiyo imefutwa, badala yake kuna GN mia saba ambayo ukiondoa vijiji vile thelathini na tisa vile ambavyo vinabaki ndani ya hifadhi vinakuwa vitano na sio thelathini na tisa eh. Na hivyo vitano tunavifanyia tathmini lakini niwaambie ndugu zangu wa Mbarali, Mungu aliwaweka karibu na mto Ruaha, hamkujiweka wenyewe. Lakini Ruaha, ingawa iko Mbarali, inapita inategemewa na Tanzania yote. Mkiua Mbarali mnaua Tanzania na nyinyi wenyewe mkiwen. Nimesikia mbunge anawaambia mmepata umeme vijiji vingi sana karibu vyote, lakini mtatoa wapi umeme kama umeme hauzalishwi? Umeme wote unaozalishwa na, na, ma, na mabwawa yote nchini yanapata maji ya kuuendesha kutoka mto Ruaha, mto ambao ndio una eneo linaitwa Ihefu, ile wanaita eneo oevu, tena nalijua sana mi mwenyewe nikiwa waziri wa maji niliwahi kulitembelea, tena nilienda huko kwa, kwa kwa kwa boti moja, yenyewe inapita ndani ya matope tu, ndio mara ya kwanza kupanda boti ya matope duniani hapa. Nikaenda Ihefu, tulikuwa mawaziri wengi kwenda kuangalia hali halisi. Wakati ule Ihefu ilikuwa imekauka. Kwa sababu jamaa wenye mifugo walipata malisho kule na mifugo ilijaa sana, na pale palikuwa panakauka, na wakati ule ndio mto wow, Ruaha ulianza kuwa na maji chini kabisa na matatizo ya umeme yakaanza kujitokeza. Kwa hiyo tunasema matatizo yenu mengine yanayotokana na, na kupanua na kuweka hifadhi nia yake nzuri kwa Watanzania, haiwezi kuweka masharti ya kuwapa maumivu. Shabaha yake ni kulinda mazingira ya mto Ruaha ili tuendelee kupata umeme, kwa sababu maendeleo ya kisasa yanategemea umeme. Mkiua maji ya mto Ruaha hapata kuwa na umeme, na Tanzania itarudi nyuma kabisa miaka 60 iliyopita. Kwa hiyo tunaelewa maumivu yaliyopo lakini niwaambie ndugu zangu, Ruaha yacheni, Ruaha yacheni, Ruaha tutakufa wote. Usiweke usi, usitoboe mtumbwi na huku na wewe unasafiria mle, tutazama wote. Huo ndio ukweli. Lakini sasa mgogoro ule wa ardhi ambao umesemwa hapa na bwana Hamza ndio huo tunaoshughulikia, na niwaambie Mbarali, niwaambieni siwaambie hapa <coughs> kuna mambo <coughs> Mbarali hapa kuna mambo. Kwanza lile eneo lililokuwa limechukuliwa na na na hifadhi Alafu limetolewa na GN ya 754. Lina jumla ya hekta sabini na nne elfu au ekari laki moja na themanini na tano elfu hilo eneo hilo limerudishwa nje ya hifadhi, lakini kulikuwa na watu wanaishi kule, haliko wazi lakini kuna watu wengine wametoka, sijui wametoka huko wanakojua wenyewe, wameingia kule nao wamechukua tena maeneo makubwa kuliko wale waliokuwa mle wakiishi. Sasa tunasemaje? tunasema zile hekari laki moja na themanini na tano elfu zibaki kwa wale waliokuwepo, lakini wale walioingia na kuchukua maeneo makubwa kinyume cha sheria Mkuu wa mkoa aende kule na watu wake wachunguze maeneo kwa utaratibu kabisa, kwa kushirikiana na maofisa wetu wa ardhi ili eneo lolote ambalo halikuwa linashughulikiwa na wale waliokuwepo wakati GN mia saba inafanyika iwapewe wakulima wadogo wadogo wengine.

tuseme mafanikio alafu baadaye tuseme changamoto na tutoe ushauri ambao tuna ushauri serikali. Vijiji thelathini na nne vilitakiwa kurudi hifadhini, sasa hivi hatuna jeni ishirini na nane, tuna jeni makamu mwenyekiti Dkt Samia oye! Lakini tunazo changamoto kubwa bado. Tuna changamoto ya uhitaji wa ardhi kwa ajili ya shughuli za kilimo kwa wanambarali. Nini ushauri wetu kama wawakilishi wa wananchi wa wilaya hii ya Mbarali? Ndugu makamu mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kwa niaba ya wananchi wenzangu wa Mbarali tuna mashamba makubwa sana ya wawekezaji na mashamba haya yakiwepo, hilo naokola mifugo yakiwepo ya mwekezaji wa hapa na nini hapa Highland, lakini na Kapunga. Sasa maombi yetu, hebu tuangalie, tupitie upya, tuone kama tunaweza tukamega maeneo tukawapatia wananchi waweze kufanya shughuli zao. maeneo haya wananchi wana miaka mitatu hawajafanya shughuli yoyote ya maendeleo. Mabenki yamewafilisi na serikali imeyachukua maeneo haya bila kuwalipa hata fidia. Makamu mwenyekiti, tunakuomba utusaidie. Hatuna shaka na uzalendo wako, hatuna mashaka na uadilifu wako kwenye chama hiki, hatuna mashaka Daktari Wasira kwenye wa ushauri mzuri wa kumpatia mheshimiwa Rais ili Mbarali ikae sawasawa.